Shalom. Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Deodatus Lyimo, kwa wale wanaonifahamu, kwa wale wasionitambua, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na jambo linanileta mbele yenu mnisikilize. Jambo la kwanza kabisa, hakuna kitu kibaya kama unajitambua unajielewa, mimi ni binadamu alafu ukajifananisha na kitu cha utofauti, ukajihesabia haki, ukajiona wewe ni zaidi ya ubinadamu. Yani hicho kitu kinafurahisha sana, kinafurahisha mno. Yani kama unamwongelea mtu ambaye ni binadamu kama wewe, lakini kwa sababu wewe unajiona ni wajuu mwenzako ni watofauti, unaanza kusema hapana, wewe sio binadamu wewe? Ah, wewe hufai kabisa wewe. Hata kifo leo ni sawa tu. Wewe ujioni kama utakufa, unajisahau kuna kifo. Unajisahau kama mimi basi ndio malaika sitakaa nife tena. Kwa hiyo mimi ninachokuambia Shalom, badilika. Badilika Shalom. E, mimi ni binadamu, wewe ni binadamu, umezaliwa tumboni, umelelewa tumboni miezi tisa, umezaliwa kichangaa. Ulikuwa mchanga kabisa, hata hujui kuongea hata, hata kutembea hata, hujavaliwa hujazaliwa na nguo. Umezaliwa kichanga kadogo kabisa, hata ujitambui ujielewi. Lakini leo unapaki watu, twaswira ya Mwenyezi Mungu aliyoiweka duniani umeitoa, ukaweka twaswira ya binadamu, ukaweka twaswira yako wewe, kwamba wewe ndo kila kitu, ila sisi hatuko. Sisi tunachokijua Mungu ndo muumbaji. Mungu ndo mtengenezaji, Mungu ndo kila kitu. Yaani Mungu ndo ametumba sisi kwa mfano wake na kwa sura yake na kwa taswira yake. Lakini leo Shalom, umebadilika, hata Mungu umtambui tena. Yaani umejihesabia haki kiasi kwamba yani umechukulia kila kitu kirahisi rahisi simple tu like that mon, kiasi kwamba hata Mungu aheshimiki wa... ha -ha tena, ile heshima ya Mungu imepotea. Aya, je, huyo unayemuumiza, unayemtengenezea muumivu? Maana barabarani tunakutana na watu wa aina nyingi sana. Tunakutana na vilema, tunakutana na viwete, tunakutana na vipofu, tunakutana na kila aina ya rangi. Lakini wote ni wa Mungu. Aya, okay wewe uo, uliona sisi ni watu tofauti. Aya, tuambie unatutengenezaje. Labda ututengeneze basi maana wengine ni viwete basi ututengenezee miguu. Aya, wengine ni vilema basi utuwekee vile vilivyokosekana kwenye miili yetu. Wengine ni vipofu basi utewekee na macho, kwa sababu wewe umemzidi Mungu. Yani wewe umezidi, yaani umezidi, yani umepanda, yani juu kiasi kwamba hata Mungu tena haonekani. Sasa sisi tunachokitengeneza tumemweka Mungu mbele, na tunacho hitaji kwako wewe, ubadilike, ujue kwamba kila mtu ameumbwa ni mwili na, ni, ni, ni mwili na damu, sio gogo wala sio chuma naye kaumbiwa roho na mwili kama wakwako wewe, wakujihesabia haki ukajipandisha, sisi tukajishusha. Sio kwamba tukuoni wewe unavyojipandisha, sisi tukawa chini yako. Tunachokiheshimu sisi, tunaheshimu dunia, tunaheshimu dunia Mungu aliyoitengeneza, aliyetengeneza ulimwengu siku sita ya saba za pumzika, ndio hicho tunacho kiheshimu sisi. Wewe kama umejiona wa zaidi kwa sababu ya vitu unavyovielewa kwenye akili yako, hata hivyo tulivyoko navyo pia tumepewa kwa neema tu, ni kwa neema. Yani chochote ulichokiona kama nimebadilika kimavazi, nimenunua gari gorofa, hiyo ni neema ya Mungu tu. Kama kuna mali umeniona bana, nakaa kwenye kijumba changu ambacho akieleweki, nimetoka kabisa kwenye mfumo mimi, kwangu ni neema. kwa hiyo mimi nakurudisha shalom rudi kwa mungu haya ni yanapita kifo kiko pale pale pale uwe mkubwa uwe una fedha kumzidi mwenzako uwe una magari sijui aina magari sijui ya, ya, ya, ya, ya, ya kitoka tu ushajichukulia mwenzangu uwe na maghorofa ya kila aina lazima ulambe umauti ni kitu kilichoandikwa kabisa umauti unakuhusu na lazima wote tutoa tutaulamba wa mauti. Kunyosha kidole, unayemnyoshia unajihesabia wewe tu. Kwa hiyo kama unaendelea kujihesabia jihesabie hata ikawa ni mara sabini jihesabie. Lakini sisi mara elfu moja tutasamehewa kwa sababu tumemweka hekima ya Mungu mbele. Na usijitoe ufahamu kwa sababu kwamba mimi na mavazi yangu mazuri, mimi na mavazi yangu aliyochoka, ukajiweka wewe zaidi, ukasahau kwamba yule ambaye mavazi yake yamechoka ya anaweza kawa zaidi yako, wewe mwenye mavazi mazuri. Wewe oiu unachotaka kujipeleka nani? Alikudanganya kila mtu unayemtazama kwenye tafsira ya Mwenyezi Mungu aliyoiumba kila unayemtazama ni kwa mfano wake, hakuna yote aliyokuja tofauti na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana ikifika kipindi chake atakichukua yeye mwenyewe, ataondoka nacho. Kama ulipewa zaidi, jaribu kumwambia Mungu asante, sio kawaambia wenzako kwamba wewe bana, hamna kitu. Sio kawaambia wenzako bana, wewe kiwete, unafanya nini sufet, sasa kumapata nini? Sio kamaambia kipofu kwamba wewe hauoni, sasa unajitesa tu duniani, kufa tu. Hapana, ana haki ya kuepo, ili heshima ya Mungu, Mungu, kuepo, na hekima ya Mungu aliyetengeneza aliyejenga duniani iendelee kuwepo na kumwona yeye ni wa muhimu zaidi, na yeye aliyekuweka kwenye ubora wako uzidi kumtumikia vizuri zaidi, na kujua yeye ni zaidi kuliko sisi ambaye tunamtazama yeye. Shalom, tutakutana kipindi kingine.